Mimi Musa Hassan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.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 Mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa Bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za Bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za jamhuri ya muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Eye Mwenyezi Mungu nisaidie.